Ipo na ticha hapa kubwa zaidi, mambo ni mengi sana ya kimchezo lakini eh, Young Africans amecheza pale katika uwanja wa KFC Stadium Mwenge, mchezo wa kombe la shirikisho FA zaidi asongea na United, lakini mambo ya kustajabiza na kushangaza ni kuhusiana na goli la kwanza la Young Africans, assist ambayo ametoa Pacome Zuzua na goli hilo fungwa na Duke ya Buya Maswali na majibu, picha ambazo zinatembea ni kwamba ule mpira ulichotoka nje. GB 64 ndipo naye hapa. Eh, ni kariya, kia, Afikas, na ni kweli, maendeleo ya Karia kwenye uongozi wake hadi wanufaisha sara ya Africans na kumfaika kwenyewe ndio haya, usaidii mambo nje nje bibi Sina nne. Unajua, mimi ndo maana nawaambiaga siku zote mimi yeah. no data, no right to speak mm. Mimi huwa mara nyingi nikiongea vitu huwa nimezifanyia research. Mimi niliongea Yanga hakupaswa kulalamikia uongozi wa TFF wala bodi ya ligi. Yanga hakupaswa, hawakupaswa kulalamikia uongozi wa Karia, umeelewa? mm. Eh, na bodi ya ligi mm. Steve Mbutu, kwa sababu gani hizi nyiongozi bado zinawafeva wao? Karia alikuwa yuko sahihi kusema kwamba Yanga bado ni mwapeva sana, wamenufaika na Karia na, na leo wameonyesha. Leo umeona, leo kilichotokea, ule mpira kama akujua, ule mpira umetoka pakoma, ameenda kuchukua nje, mpira ushatoka, kakokota umeenda nje, uh, kauchukua nje, kaurudisha ndani, mtu anafunga yuko pale, um, lakini bado Africans bado wanampelekea lawama Kalia. Sasa je mbebweje? Mbona mbebeki? Mm. Yani umebebwa, unachukua unapanda nao, unaanza kuchana mbele kwenyewe. Yani leo imeonyesha zaidi tena kwamba kauli ya Kalia iko hai, umeelewa? Ndio wale wa, wa, wa, wa, wa, wanaomtukana GB 64 ndo mm. wakome kumtukana, waangalie sasa ule live, ingia umo kwenye mtandao, angalia. Mm. Yani mpira umetoka kabisa tena unaenda kucheza na timu ndogo, oh, unaizulumu uh, mpaka timu ndogo. Mm. Mpira umetoka nje, umerudishwa ndani, watu wanafunga. Ni mm. makosa ya kibinadamu kwa muamuzi. Makosa ya kibinadamu yeye imecheza Yanga tu, mbona mechi ya Simba juzi atujaona makosa ya kibinadamu? Offside tumefunga magoli mawili yote mm. offside, lepa anakataa anasema offside. Lakini leo mpira umetoka kabisa umetoka nje. Pakome anaurudisha ndani. Yeah, watu wanafunga goli. Kwa hiyo wao wamezoea hata ile mechi ya Simba na Yanga. Lile goli mle mpira kamana alivyoupanchi itakuwa iwe kona mm. umetoka nje ndani, lakini umerudishwa, mpira ulitoka kutokana na yeye. Yanga wamenufaika vikubwa sana na Karia, na hata mambo mengi mazuri wameyafanya kwenye utawala wa Karia. Yanga makundi mara mwisho kuingia tisini na nane mm. kaja kuingia tena makundi kwenye utawala wa Karia. Mnaelewa? ko Yanga yani, wanamlaumu bure Karia, lakini Karia bado ana feva sana na Yanga. Wazee wa Simba alitoka, napuluka, napuluka, napuluka kwamba, eh, Yanga wabebeki wamekuwa kama punda. Yanga wabebeki kweli Yanga kwe, yani ukimbeba anapanda na wembe anachana mbele kwenyewe ha, matokeo ndio haya, haya tunaona leo, si unaona le live kabisa hata kauli ya Karia hata haijafutika kwenye mitandao leo tayari Refa anaacha mpira hmm. umetoka nje unarudishwa ndani na Pakome anafunga hmm. goli. Diki Abuya anafunga goli. Ana hmm. ilikuwa hmm. ni ile jambo ambalo limetokea kule katika uwanja wa KMC Mwenge Young Africans mchezo wao dhidi ya Songea eh, United. Mchezo wa kufuzu kuelekea robo finali kombe la shirikisho. Hivi si nane mambo ni mengi sana lakini kabla tunaenda kuchagiza kitu kingine tugusie pia na Jonas ni Kangalombo. Eh, kule kuna Elie eh, Mpanzu lakini Young Africans ni Jonas ni Kangalombo. Na yeye ni kama gari limewaka hivi uwezo ukamkombea Gangalombo na, na Mpanzo kwanza ni wachezaji wao no, hili tofauti yeye, yeah, anacheza ligi ligi ya ndani mwenzio yuko kimataifa.